nasalamu wa warahmatullahi taala barakatuh wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli hii yatibafat online tv leo tena tumekutana katika darasa na inshaallah leo tutakuwa katika ile elimu ya abjadi katika elimu ya abjadi tuko katika zile herufi 28 na 8 za abjadi zinazoiunda ikorani Yaani kuna zile alifu bete mpaka ye. Sasa hizi herufi kama tulivyofundishana kutoka huko awali zina kazi nyingi, na tumeshafundishana alifu bete mpaka tukafikia kwenye herufi ya twe. Na katika herufi ya twe tukajifunza matumizi kadhaa. Koo hii itakuwa ni sehemu ya pili ya mwendelezo wa herufi ya twe. Tulijifunza namna gani mtu anaweza kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoto kupitia herufi ya twe. Tukaangalia taratibu zingine, ni ukitaka kuua mnyama kwa bunduki au kwa upanga utumie herufi hii kwa namna ipi, lakini pia tukajifundisha namna ya ukitaka adui yako akutii. Ehe, ukitaka adui yako akutii, basi kuna namna ya kusoma herufi hii ya twe na akawa ni mwenye kukutii. Lakini leo tutakwenda katika vipengele vilivyobaki katika kipengele. Tutakachoangalia leo ni kutopata dhiki wala njaa katika safari. Mfano, unatoka da unakwenda Kigoma, au unatoka Mwanza unakwenda Arusha, unatoka Mwanza unakwenda wapi, unataka njiani ile dhiki na njaa ya maji, sijui kiu, chakula kisiwe ni shida. Kuna namna kuitumia herufi hii atwe katika kutekeleza jambo hilo, kumbuka, ni elimu ya abjadi, na moja kati ya elimu z zinatumikiwa na mahudamu ni elimu ya barati na elimu ya abjadi. Hizi elimu unapozitumia au ukiingia katika mfumo wa matumizi, zinatumikiwa na viumbe maalumu wanaoweza kukusaidia katika ile haja yako. Kwa hiyo usishangae kuambiwa herufi hii ukiandika, ukafanya hivi, kufanya hivi, itakuwa hivi kuna nguvu maalum pale unaokwenda kupata au kuitumikisha, kwa ndio maana zinakuwa na maajabu na miujiza mingi. Lakini pia tuangalia kupata heshima na amani katika jamii au kazini. Lakini pia tutaona namna gani unaweza kumponyesha mgonjwa tatizo lake lolote, liwe la kichawi, liwe la kijini, liwe la kibayolojia. Kuna namna ya kutumia herufi hii ya twee, lakini kuhifadhi watoto dhidi ya husuda za kijina kibinadamu hususani watoto wadogo, tutajua namna gani tunaweza tukawahifadhi. Lakini pia leo, tutaangalia muda ukitosha, kuongeza fahamu katika akili, kwa wale wenye watoto wasiokuwa na uelewa mzuri darasani, au we mtu mzima unataka usome, ila unataka uifanye akili yako iwe yenye kuhifadhi mambo. Tutatumia herufi hii atwe kujifunza jambo hilo. Lakini pia tutaangalia muda ukitosha, kumwachisha mtu tabia yake mbaya yoyote. Kwa mfano tabia ya ulevi, uzinzi, ukahaba, ushoga, unywaji wa pombe, uvutaji sigara, kuna namna ya kutumia herufi ya twe. Lakini pia kuunguza ngome ya adui e, yani kuunguza ngome ya adui ni, kumu, ni kufanya mtu aliyekudhulumu au ni adui yako kumtia madhara yoyote unayokuwa umeyakusudia, ndio maana ya ngome ima katika mazao, biashara, kazi zake au hasara yoyote utakayokusudia imkute, ila yule adui yako. Sio mtu tu unamfanyia ajafanya kosa lolote hapana. Lakini pia kuna kuwafunga marohani, yani majini wanaokusumbua katika kichwa chako, katika mwili wako, kuna namna ya kuwafunga kupitia herufi ya twee. Lakini pia kuondoa ndoto mbaya usingizini na kuvuta wateja katika biashara, hayo ndio mambo ambayo yapo katika herufi ya twee. Kumbuka, herufi ya twee ni moja kati ya zile herufi zi zenye matumizi mengi e, hii ni moja kati ya zile herufi. Sasa, kabla tujaingia kwenye somo, nikumbushe tu, kuna ile taarifa ya ofa nilitoa, na nikasema wengi waliomba kwamba nilipotoa ile ofa ya mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani, wengi wakasema walikosa nafasi ya kuipata ofa hiyo kwa sababu hawakuwa na maandalizi ya kutosha, wafikirie iftari wafikirie nini, kwa ukajikuta watu wengi wakaikosa. Kwa hiyo nilitoa ofa tena, lengo langu ni kuwasaidia wale ambao hawakupata nafasi ya kupata vitabu kwa bei ya ofa. Kwa hiyo nikasema, ofa hii sasa tumeamua kuiongezea siku na tukasema itaanza tarehe kumi na nafikiri ilianza tarehe kumi na nne nafikiri na nikasema itakwenda mpaka tarehe moja mwezi wa nne. Kwa hiyo kama mtu anakuwa hajapata vitabu na anatamani kupata vitabu anayo nafasi ya kudunduliza mpaka tarehe moja ikifika, lakini tarehe moja ndo ofa imeisha. Kwa hiyo usije ukajichanganya ukaja tarehe tarehe mbili, tatu kwamba utapata hiyo ofa. Kwa katikati hapa mtu anaweza akafanya malipo kwa muda wote atakaohitaji. Na nikatoa taratibu za malipo ni kwamba mtu atakayehitaji vitabu hivi vya bei kwa bei ofa analipa shilingi elfu arobaini na tano kisha anatuma kwenda namba moja wapo katika hizo zinazoonekana mkono wako wa kushoto katika screen. Na nikasema namba hizi zinatumia jina hili moja katika malipo, yani ile imethibitishwa kiasi kaza imetumwa kwa fulani bin fulani. Namba zote zinatoa jina la Bashil Hussein Lugamba. Baada ya kuthibitisha ume tuma pesa hiyo kwa Bashir Hussein Lugamba. Uh, malipo hayo au mwamala huo utaupiga picha au uta screenshot alafu utanitumia kwenye namba mojawapo katika hizo, na nikasema namba hizo zote zinapatikana WhatsApp. Kwa hiyo unatumia namba moja, unaitumia screenshot au picha ya mwamala huo, unasema ofa ya Ramadhani. Baada ya kuthibitisha malipo yako, basi hivyo tuta kutumia vitabu kwa mfumo wa PDF kwenye simu yako au kompyuta yako au laptop kwa njia ya WhatsApp au email. Kwa hiyo ukisha thibitisha malipo yako utatumiwa vitabu hivyo ndani ya muda mfupi tu. Kwa hiyo huo ndio utaratibu na mtu atakayetamani kuvipata vitabu hivyo atalipia kwa utaratibu huu. Sasa tuende kwenye somo, kama tulivyosema kwamba tutaendelea pale tulipoishia, eh, katika kipengele cha kutopata dhiki wala njaa. Hii ni kwa yule ambaye anakuwa yuko safarini e, labda unataka wewe katika safari yako usikutane na hivi vitu vya dhiki, njaa, sijui maula, kiu, unataka tu wewe usafiri vizuri baridi mpaka utakapofika huko, ndo ushughulike na masuala ya chakula, na hii inakusaidia kutokwenda kwenda haja, sababu unakuta kuna mwingine kadri anavyozidi kula kula, mara amefika sehemu fulani anaagiza miogo, mara amefika sehemu fulani anachoma nyama anakula, mara amefika sehemu fulani anakula wali unakuta na haja atakuwa anakwenda hivyo hivyo. Sasa kwenda kwenda haja katika safari huwa ni kelo au ni karaha. Sasa kuna mwingine anatamani asile ili asiweze kwenda hizo haja, kuondosha usumbufu. Sasa huyu ambaye hataki kula na hataki kwenda haja, inamaanisha anaweza katumia njia mbadala wa yeye kujizuia au kuizuia njaa isimsumbue. Subhanallah, ni maajabu makubwa sana katika hizi elimu unaizuia njaa isikuumize, unaizuia njaa isikutie shida, ili usiweze kupata zile kero za kwenda kwenda haja. Unachokifanya sasa, ili usipate dhiki ya aina yoyote, wala njaa. Na hii inazuia dhiki za aina tofauti tofauti. Tunaposema dhiki ni zile shida za safarini, lakini pia na njaa, basi unatakiwa uiandike herufi ya twe katika karatasi kwa idadi ya mara 900 na unapoambiwa iwaandike afu apajatajwa wino gani uandike iwe elimu yoyote ile ila apajatajwa wino gani utumia au kalamu gani tumia kalamu yoyote uandike cha msingi uandike yale maandishi ambayo yameelekezwa herufi ya twee iandikwe mara 900 kisha karatasi hiyo utaikunja vizuri uwe nayo katika mfuko wako au katika wallet yako au pochi yako ukiwa katika safari hiyo E, lakini wakati unaandika hiyo herufi ya tue, unakuwa unasema ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum mpaka utakapofikisha idadi ya mara mia tisa katika uandishi wako huo. Ukiwa na karatasi hiyo katika sehemu ya poch au mfuko wako, basi kwa hakika hautopata dhiki yoyote katika safari yako, wala njaa yoyote ehe. Hii ni moja kati ya faida za herufi ya twee. Lakini faida nyingine ya herufi hii ya twee ni kwamba mtu anaweza akatengeneza au akafanya jambo kupitia herufi ya twee akapata heshima na amani, hususan kwa wale wagombea, kwa wale wenye cheo. Hata wewe katika jamii yako unataka upate heshima na upate amani kwa kuheshimu yaani watu, lakini pia usiwe na misukosuko ile, mara unatuhumiwa bana, ule ni mchawi, mara ule ni mwizi bwana ni tapeli. Yaani, kuna vitu vingine katika jamii unazokua unazushiwa, lakini wewe si mwenye kuvifanya. Kwa hiyo kuna namna ya kuzizuia hizo habari au kama uzimesha kukuta unaweza ukazibatilisha kwa kufanya haya na kuelekeza hapa. Cha kufanya iwapo kama unahitaji kupata heshima katika jamii inayokuzunguka na amani, basi unatakiwa uandike herufi hii ya twee mara ya moja tu katika karatasi tisa. Kwa utachukua karatasi tisa yani, vipande vya karatasi vilivyo na kwa, vilivyo na idadi ya tisa. Kwa hiyo unaandika hii twe kama inavyoonekana hapo. Unaandika tu ile ile herufi ya twe mara moja katika kipande kimoja cha karatasi. Unakwenda kipande kingine na cha pili, cha tatu, cha nne mpaka cha tisa. Kwa hiyo twe zitaandikwa tisa katika karatasi tisa. Ila unaandika kwa wino wa zafarani. Hapa unaandika kutumia wino wa zafarani. Alafu sasa wengine wanasema sasa shehe, mimi zafarani naitoa wapi? Zafarani zinapatikana katika maduka yanayouza dawa za asili. Kwa hiyo nenda huko, kaulizie nitapata zafarani. Wengine wanaweza kuuliza tena swali, eh, zafarani gani? Ya kijani, ya njano, nyekundu? Vizuri, nyekundu itapendeza zaidi. Kisha ukisha, ukisha andika hizo karatasi tisa, basi kila siku moja utakuwa unachukua karatasi moja, unaiweka katika maji yako ya kuoga alafu unakwenda kuoga maji yale, ila usioge chooni, kwa sababu hiyo ni Qur'an na hiyo ni dua. Lakini sasa, wakati unaandika hiyo twe twe twe mpaka ziwe tisa katika karatasi tisa tofauti tofauti, unatokea unasema maneno au ladi, unaosema ya Allah ya Allah ya Allah. Haya ni maneno ya kutamka tu, lakini unayoandika pale unaandika twe twe, na hii ndio tofauti ya Uh, elimu ya bar barhatihi na abjadi. Katika elimu ya barati yenyewe hu, unapoandika usemi chochote, ila kwenye abjadi unapoandika baadhi ya herufi, sio zote, baadhi ya herufi kutakuwa na uradi maalum, unakuwa unausoma pale, unausoma kimoyomoyo au kwa kudhihirisha, lakini kipindi cho unaandika ile herufi. Kwa hiyo siku ya kwanza utachukua karatasi moja, utaweka katika maji, utaenda kuoga. E, unatia na nia yakwe Mwenyezi Mungu kwa baraka na utukufu wa herufi hii atwe naita nipate heshima nipate amani niheshimike niwe hivi niwe vile. E, he, unaoga unaoga yale maji na siku ya pili, na siku ya tatu kwa siku ni mara moja tu. E, kwa siku ni ni mara mara moja moja tu kwa hizo karatasi tisa zitaogwa, kwa kwa hizo tisa muda wa siku tisa, inshallah tisanshala Mwenyezi Mungu atabariki mambo yako atakwenda vizuri, lakini pia kuna faida nyingine ya kumponya mgonjwa tatizo lolote lile tatizo lio tatizo la kijini, dio tatizo la kibiolojia au tatizo la kichawi. Kama unahitaji kumponyesha mgonjwa wako tatizo lolote, basi unatakiwa uandike herufi hii atue katika karatasi kwa idadi ya mara tisa, lakini hii karatasi ziwe karatasi saba. Karatasi moja inaandikwa tue, tue tue, tue kwa idadi ya mara tisa, lakini karatasi hizo ziwe karatasi saba. Kwa hiyo kila karatasi moja itakuwa na twee tisa. Kisha karatasi hizo utakuwa unazi unailoweka una karatasi moja katika maji, kisha maji hayo anatumia kunywa kutwa mara tatu e, yaani asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo karatasi hii moja itakapolowekwa, yale maji yake yatumike kunywa huyo mgonjwa mwenye tatizo hilo, asubuhi mchana na jioni, kou. Kwa siku moja ni karatasi moja, alafu atazitumia zile karatasi saba kwa muda wa siku saba, ndio maana zinatakiwa zile karatasi saba, lakini kila karatasi moja elewa, iandikwe kwa idadi ya twee tisa. Ehe, alafu anatumia kunywa hayo maji kikombe kimoja kile cha chai au cha robo lita, asubuhi mchana na jioni, kwa, kwa utaratibu ndo hivyo. Kama natatizo labda la machawi la majini au matatizo mengine ajabu ajabu, basi mfanyie hivyo. Wakati unaandika herufi hii, utakuwa unasoma Suratul Fatiha ila Alhamdu. Unaanza na bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka mwisho. Ukifika mwisho, unarudia unarudia unarudia unarudia mpaka utakapotimiza idadi hiyo ya kuandika kila katasi moja mara tisa katika katasi saba huo ndo uradi wake. Na usije ukachanganya hapo ukasema yaala au penye yaala unapeleka alhamdu, penye alhamdu unapenda a -a, kila kitu kinakwenda na utaratibu. Lakini pia faida nyingine ya herufi ya twee ni kuhifadhi watoto dhidi ya husuda za kijini na kibinadamu. Kuna wakati watoto huwa wanahusudiwa eh? e, magonjwa ya husuda ni magonjwa ya ajabu ajabu. Na sasa unaweza kukuta umezaa mtoto mzuri, labda ana umbo zuri, ana sura nzuri, ana rangi nzuri, au ana tabia nzuri, akahusudiwa. Akahusudiwa na wale watu wanaokuja kumwangalia. Sasa, ili umkinge mtoto wako asikutane na husuda za kibinadamu au za kijini, unataka kuwahifadhi watoto wako au mtoto wako, maana watoto hawawezi kujiombea dua zile za kinga, labda utamwambia, labda asome kuwalau, asome falaki, asome nasi asome hatikru siuu asome la shay'un fil ardi fis ladhi wa huwa walafissamahi wahuwasamilalim al au uweze kumwambia asome kalimati hbikliatilitmatimishalmala. Hizo zote ni dua za kinga. Sasa yeye anatakiwa asomewe. Sasa kuna namna ya kumtumia mtoto katika kumkinga na hizo husuda za kijini na kibinadamu, kwa kufanya utaratibu hufuataa. Unatakiwa Utasomea maji, utaandaa maji yaliyosafi, utasomea maji herufi hii ya twe kwa idadi ya mara elfu moja. Kisha maji hayo tumia kuwaogeshea watoto wako hao, kama ni wawili, kama ni watatu, kama ni kumi, kama ni mmoja, unatumia kuwaogeshea watoto wako hao maji hayo asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku saba mfululizo. E, n yani, waogeshee siku saba mfululizo inshallah watakutana na kinga ambayo itawakinga kutokana na husuda za kijini na kibinadamu. Na kama hujakutana na husuda hizi, shukuru Mungu. Watoto wanahusudiwa sana, usione hivyo, ni siri tu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe anawalinda, lakini husuda ni nyingi nyingi sana. Hiyo ni moja kati ya faida za herufi ya twee. Inshallah, leo tutaishia hapa. Lakini katika sehemu ya tatu ya herufi ya twee tutakuja kujifunza kuongeza fahamu katika akili pia kumwachisha mtu na tabia yake mbaya yoyote, lakini pia kuunguza ngome ya adui na kuwafunga maruhani eh, lakini pia kuondoa ndoto mbaya usingizini na kuvuta wateja katika biashara. Tutakuja kujifundisha hayo katika sehemu ya tatu na ya mwisho. Hii ni kwa ni sehemu ya pili, lakini kumbuka kuna sehemu ya kwanza. Inshallah leo tutaishia hapa na kumbuka ofa inaendelea. Kama bado hujapata nakala za vitabu, na wewe ni subscriber mpya au hujawahi kumiliki kabisa, basi tumekupatia hiyo ofa ili kusaidie, lengo ni wewe na wewe ujisaidie, kwa sababu fikiria, kama haya yanaweza kawa wewe. Katika mambo haya tulojifunza leo, kuna mawili au moja limekugusa, lakini wewe ulikuwa hujui ufumbuzi wake. A, leo hii umeshaambiwa tufanye, umeandika kwenye karatasi kama sehemu ya kumbukumbu yako. Lakini kuna mambo mengi ambayo labda wewe yanakutatiza ambayo hujui ufunguzi wake. Kwa ufunguzi wa yo mambo utakuta katika hivyo vitabu. Kama wewe ni mtumiaji wa dua utakutana na vitabu vya dua, kama wewe ni mtumiaji wa miti shamba utakutana na vitabu vya miti shamba, kama ni mtumiaji, mtumiaji wa barati utakutana na ufunguzi katika majina ya barati. Kwa hiyo lengo ni kukusanya yale maarifa yote tumeweka katika vitabu, lengo ni kukusaidia. Na huwa najisikia vibaya sana, mtu ananiambia shee, mimi nakufuatiliaga sana katika darasa zako YouTube, na huwa naandika hivi, nimeshajaza daftari mbili sasa. Unafikiria huyu mtu anapata taabu eh, ni kweli, anaweka akiba ya maarifa, lakini tunapotoa ofa kama hizi, ndio fursa wewe ya kunufaika, maana vile vitabu vinakuja vimeshaandikwa vyote. Hata kama utavipokea kwa mfumo wa PDF kama tulivyosema, lakini kuviprint inakuwa ni rahisi zaidi na kuviingiza katika nakala kwa mkono, kwa sababu kila kitu tumeshakiweka, si kama ni picha tumeshaziweka, kama kuna mambo ya kuweka tumesha yaweka sisi, tofauti na kuandika. Unapoandika picha hautoweka, unaweka lini? Unaweka saa ngapi? Kwa hiyo unakuta wewe bado utakuwa kuna madhaifu ambayo bado yatakukabili. Kwa hiyo, inshallah, uchangamkie ofa hii ili tuweze kunufaika, inshallah. mimi ni Ustaz Bashir, na hii ni Tiba Facts Online TV. Asalamu alaikum warahmatullahi taala.